Kutana na mwanamke pekee katika historia kuwahi kuolewa na marais wawili tofauti kutoka nchi mbili tofauti jina lake ni grasa michael kutoka nchini msumbiji barani afrika grasa aliolewa na rais wa kwanza wa msumbiji samora michael mwaka 1975 kwa bahati mbaya kwao samora michael aliaga dunia katika ajali ya ndege mwaka 1986 aliomboleza kwa miaka kumi na mbili akaja kuolewa na nelson mandela Rais wa zamani wa Afrika Kusini, wakafunga ndoa Julai mwaka 1998. Kifo kikamdanganya tena Grasa Michael na kumwondolea mpenzi wake wa pili ambaye ni Nelson Mandela mwaka 2013. Kwa sasa yupo Msumbiji nchi yake asili, na anashikilia rekodi ya kuwa mwanamke wa kwanza na wa kipekee katika historia kuolewa na marais wawili kutoka nchi tofauti.